Exactly kuhudisha ina mbrehi Waislamu. Na maundela kutahutu mabili swala zima la mayatimu Waislamu. Naomba tupate wadhamini swala hili, tupate angalau Waislamu laki sita kwa ajili ya chakula chao, na daku, angalau na wale wengine wakanyipa nipangu kwa lukama watajua. Niliomba tupate tupate Waislamu sitini tuwa mawali kama wanadhamini zamini kwa ajili ya hawa mayatimu wa niwaombe. Nili mara moja Waislamu sini na imani kabisa kwamba itakuwa tayari utakii angalau kupata futari ya kula ya kula siku tatu na daku yao. Mpate angalau watu sitini wa Islamu, na hapa sisemi kwamba mwenye ndogo asije la, si hata ni sabie watu sitini, nipate saa hapa ni watu watatu katika wale watu sitini. Saa uje mara kwa mara watu sitini wa Islamu, si sisemi kwamba mwenye ndogo asije la, ila watu hawa wanakuja kurahisisha hii hesabu. Wa Islamu, si sisemi ule mwenye ndogo, basi asije hapa lakini hawa Falastini hawa hawa ni wanajibeba lijambo kama ya kwao, Shekhe Tenge sabia Shekhe pesa lutakio no Islamu takribani laki sita kwa ujaji, angalau watapata futari yao ya kula siku mbili tatu na kuweza kulipa lipango ambayo kwamba unadaiwa za kalafeku na usiondoke Waislamu. Ukitoa ukitoa usiondoke bakia kidogo kufanya nadua. Naomba wamba usiondoki kipate wa Falastini za kalafeku, kipate angalau wa Falastini Waislamu Ukiwapata kusini itakuwa ni bora sana wallahi ladhini. Ukiwapata hapo kusini hao, itakuwa ni bora sana hawa. Akitokea mtu mmoja kanaamini angalau laki mbili mbili hivi eh, sio mbaya katika hiyo kesa kafesi, kesa kafesi. Ukipata wale wa kusini itakuwa ni bora sana shehe. Ukipata wale wa kusini itakuwa ni bora, ambao hawa watalibeba ile jambo, Mungu ni kwao, watalichukua hili kesa kafesi na watalibeba hili kama la kwao itakuwa bora sana Uislamu. Na unatoa ndani ya juma ya kwanza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni jambo bora bora bora sana shi. Sasa kafishi. Tuje, ndugu zangu, tutoe. Tuje tutoe sana. Tuje tutoe. Kwa uchaji wa Uislamu pesa inatakiwa kama laki sita hivi kwa uchaji. Lakini kamili kamili tupata milioni 250 ili mgao wao uwe vizuri. Angalau kwa wiki nzima hii wasihangaike. Tunashinda, mzee.